Ben. Unajua nimeamua kukutoa yale mazingira ya nyumbani kule kukuleta hapa kwa sababu unajua kabisa hapa ndio sehemu sahihi ya kuzungumza mambo yetu tukaelewana. Kweli kabisa, hii sehemu ni nzuri, mazingira yake nimeyapenda, ni sehemu nzuri sana. sawa. Maua, hivi ni kweli kwamba Mama Konki sasa hivi ndio ameshikilia kiti changu mimi? <laughs> <laughs> Kakishikilia anapojishaua, ole mama unajua <laughs> kama mtu alivoshika kisu anavyoenda kumchinja kuku, na yeye ndio hivyo hivyo, nakwambia, kalishikia, nakwambia anavojitapa yeye ndio yani kama ndio na hatatusehemi mimi namwangalia, yaani nikasema we ungejua hey. <laughs> Sasa usichokijua mm -hmm, ilikuwa hivi Vipi, mbona tunafuatana fuatana mpaka chooni? Sitaki maelezo mengi, nilichokifuata ni hicho anachojivunia. Ndio ilivyokuwa hivyo, hmm. Ndivyo ilivyokuwa. Pole ah, sana bosi wangu, wala usijali, wale ni watoto wadogo sana, hawawezi kucheza na hivi hmm. Lakini sasa mm -hmm. Sasa wewe endelea kumchunguza tena, mchunguze kwa makini. Kweli kabisa bosi wangu, unanionaje mie tena, siwanijuaga kile kinachofanyika huko, mi nimekuletea kile kinachofanyika huko, mi nimekuletea, siwanijuaga Sina gamba mbamba, mbamba mimi sawa sawa. Wewe nilishakwambia, ukifanikiwa kufanya vizuri katika jambo letu. Ndio. We mwenyewe ntakupa cheo vile vile sahivi utakuwa sio unapaa unaishia sijui hapo sijui Mbeya sijui wapi sasa hivi mm. nakupeleka mpaka Colombia. Kweli kabisa Mungu atakusaidia tu kila kitu imani. Hey, Kwani anakuchukuliaje kimfano yule mama? Yaani yule ntamchezesha kidakumkingisa hey? Au kwa sababu kwa elimu lake ana lolote yule Nikwambie mimi, nikimwangalia namwangalia nasema ni hili, hmm, na yule mipengo yake yule, si ndo mipengo yake yule, namwekaga mwekaga yule mipengo yule, sijui kitugani ile lina mipengo linanikela. Hmm. Sikiliza, nikwambie kitu maua. Hmm, mimi hii ni miziki mingine, huyo sijui pengo, sijui uchochoro, sijui mwanya, sijui kitugani, sio kwangu mimi. Kwa? labda mimi sijatoka tihe Tanga. Bosi, wale, bosi, kichina, lakini kama mimi nimetoka tihe mm -hmm, yaani nitamchezesha kidako mkingise kuanzia yeye mpaka huyo msukule wake. Kweli kabisa, yaani umenifurahisha leo basi. Mama. Hainataja salamu yako. Yajisi uvyo nchefua. Toka nilivyokuita ndo saa hivi unafika kweli? Ah, yani mama, najua maelekezo ya kwenye simu tofauti na live, halafu ukizingatia mimi hapa nilikuwa sijai kufika na ni kwa sijui kama hapa ni nyumbani kwako. Kweli hapa mgeni hapa, maeneo haya twewe mgeni hapa. Ah, mama mimi ni kwa sijui kama hapa ni nyumbani kwako

Arjun! Arjun! Oi, oi, soja vipi? But... Hakuna cha soja. Hati ya nyumba iko wapi? Hi, msikia huyu, wao wauliza mimi hati ya nyumba. Waulize panya, waulize mende. Kwa nini kipindi unaweka hati ya nyumba ulinijulisha? Hi, wewe vipi? Hivi Arujuni. Hicho kichwa chako kinafanya kazi vizuri kweli? Hi, kichwa hii imekula vitu vigumu ione hivi hivi bro, ione hivi hivi soja. Humu ndani tunakaa watu wangapi? Wa Arujuni, sitaki masiara. Niko serious, naomba hiyo hati ya nyumba sasa hivi. Sasa, sikiza nikupange soja wewe. Uliamua kupiga dalali hii hapa. Sasa mimi nimemaliza nao na huko afu nishamaliza mambo yangu shasovo, nishakulaunga kwa fresh, kwa amua unachoamua, unachoamua bro. Sawa, kwa hiyo wewe umeuza nyumba eh? Hii nyumba naiona ni ya kwangu, si unaelewa? Hiyo naelewa yote, mpaka kule huko kote huko ni nyumba yangu Ah na hata hivyo ninavyoongea sasa hivi, mpangaji kashaingia, yumo ndani sasa. Wewe ulikuwa na kielele page, una kielele kweli. Mdomo wako unajua kustiri, unajua kukaa vizuri, ukakaa uka, yaani kila kitu unataka ujua kuongea wewe sasa. Nakwambia hizi, ole wako nani? Mimi aka siongei, nakaa kimya, utosikia neno langu Siongei hata kidogo. Wewe unanijua mimi vizuri sana kwe, naomba uyaache kama yalivyo, hayakuhusu mengine. Kuongea ongea. Sasa siongei, ole wako. Jifanye wewe kidogo, akili zako hamna, ndakuonyesha lakini yes, sawa, mimi nitajua nini cha kufanya. Wewe fanya chochote kile, yani tutajua kati ya mimi na wewe mkubwa nani? Fresh eh. Mwanangu, nanitaj wachire wangie kunyole walingire wagei wavo. Nimekuja mtaalamu. Karibu. Asante sana na shida kubwa sana na nimeamini, nikikuletea wewe jambo langu litaenda sawa kabisa. Nakusikiliza kijana. Kuhusu matatizo ya dada yangu yule bwana ambaye alikuwa anakaa naye yeye ameondoka, amemwacha mtaalamu, kwa sababu amekaa miaka mingi sana alafu hajapata mtoto kwao. Nimeamini nikikutia wewe ile swala utalipeleka sawa. Kijana, tatizo lako limeisha hapa. Ndio kwa mganga Mapembe hakijai kushindikana kitu. Sinakuita. Yaani si nakuita, nakuita unaenda kugeukia huko, unaniita kama nani eh? kama mwalimu wangu kama mzazi wangu au kama nani yangu eh? Unasemaje ile? Nasema hivyo hivyo kama uvyosikia huna cha kunifanya. Alafu chingine umeshafukuzwa kazi huko shuleni, kwa hiyo huna yaani cha kunitisha, huna hata, nkikuona sishtuki Yani we baki tu na hiyo kazi yako ya huku, sijui mambo ya udalali udalali, ila sio kuniita mimi. alafu mi sio level yako, tafuta madalali wenzako we vipi? Nifanye nini kijana? kitu ninachotaka yule iyo jamaa rudi tena kwa dada yangu. Tatizo dogo sana kwangu. Kesho naomba nilete dada yako, njoo naye hapa. Sawa kabisa. Basi kesho mimi nitakuja naye hapa. Unaweza ukaenda wewe, mtoto Kumbuka unaongea na nani, sawa eh? Kumbuka unaongea na mwalimu wako, sijui unanielewa. Mwalimu wangu wa wapi wewe, ushafukuzwa shule, una yani cha kunifanya? Afu na maajabu, ewe niache tu. mm -hmm. mm -hmm. sasa sikiliza. Nitakuonesha. Mimi ndio mwalimu Imoga, sawa eh? Tutaonana kama wewe ndio mwalimu Imoga na mimi ndio Ashura, sawa aka Ashu, eh? mm -hmm. Mtoto umelogwe, eh? Eh? Sasa nitakukomesha. Mimi ndio mwalimu Imoga. I'm coming again. Baua. Be. He, ebu naomba nipe ripoti za huko. <laughs> Yana ujili huko. Yana ujiri huko. Anachokifanya huyo mama Konki. Anachokufanyia huyo mama Konki. Yaani ungejua. <laughs> Yaani mpaka aibu kuhabisia. Ana kuchuk, yaani usinikazie macho hivyo. Unaona, mimi anachokiongea hapa masaa, unanijua kama mioga, siongeagi uongo, na ongeaga ukweli. Yaani, yaani sijui anataka kuue kabisa. Na ukifanya masaa utakufa. Hmm? Eh, yaani yuko hivi si unanielewa? Yuko, suna yuko mm, mwendo kasi yaani. Sasa anavyotumikisha tumikisha, anatutesa yaani, hatukai chini, yaani mpaka hivi kukaa chini ndo anaanza kukaa chini hapa, yaani ulitako alikai chini muda wote huku huku huku uku, uku. Yaani ule mama Maua, <coughs> naomba nisikilize kwa makini tena unisikilize vizuri Maua, Nasemaje yule mama sasa hivi tipu hii kajichanganya, tena kajichanganya pabaya. Nimeshamvumilia vya kutosha na nimechoka mm. Mm. Na mimi nilishakwambia kuambia Maua kama kweli mimi nimetoka tihee tanga moja mm. Yule mama nitamwonyesha mimi ni nani, ama zake ama zangu. Hivi unafikiri utamuweza sasa hivi we, jinsi alivyokuwa yule mama yuko moto. Nisikilize Maua, usiongee sana, unazidi kunitia uchungu Maua Hujui na gani ninavyojisikia moyoni mwangu Maua, ila mimi nimekuahidi, yule mama mwisho wake umefika. Labda mimi sio gwantamani ntamwonyesha na nnachotaka nikifanye. Sasa hivi nishachukua majirani zangu upande wa pili, nataka nguvu, na nimeomba usaidizi wa kutosha. Yule mama akitoka, akichomoka kwenye mtego wangu sasa hivi Labda mimi sio gwanta mani ila kama mimi ni gwanta, yule mama atokaa atoke katika mtego huu <laughs> Sijui. Hivi Maua, nikuulize swali. Wewe mm ushawahi -hmm. oh, kuwashwa na chavichavi? Nishawahi kuwashwa, lakini kwa hili yaani, bosi yaani, sijui nikwambieje, yaani bosi wetu, mimi navyokupenda na yale mambo ya kula na kukufanyia, lile mama lile, kuwa makini, usipokuwa makini utakufa huku, tunakuona Maua. Inatosha, naomba uondoke niache, umesha nivuruga akili yangu, nimeshachanganyikiwa. Nimekuchanganya, nimekwambia kweli, bosi nakupenda, bosi wangu, tutakuja kukuta turubai pale. mm. Maua nisikilize, nisikilize vizuri, naomba endelea kumfuatilia yule mama vizuri sana, kila anachokifanya na uniletee taarifa. Nenda.